Unamkuta mkurugenzi ananunua gari la milioni mia nne na kitu, fedha tumehangaika nazo kuzipata za CSR, wananchi watoto wanachangishwa, unakuta madawati hayajatosha. Nataka kazi yako ya kwanza kwenda kumsimamisha huyo mkurugenzi leo. Nataka watanesco niulize haya maswali, yuko wapi meneja watanesco au msaidizi wake anaona hii ziara ni yetu tu. Huyo meneja ana muda gani hapa? Araisio, huyo meneja wa TANESCO amekaa muda gani hapa? Lasi yuko wapi Lasi? eh? ana miaka minne. Kwa nini hapa? Kwa sababu sindio, tungemuuliza na yeye, hajaja hapa. Mtoe hapa Mdimoti mumrudishe huko alikotoka. Tafuta meneja mwingine, na atakaye kuja kazi yake ya kwanza ni kushughulikia masuala ya umeme, kwa sababu angekuwa hapa situngemuuliza akatujibu. Ninaambiwa ana mambo ambayo hayaendani na maadili ya kazi yake. Zipo tuhuma kwamba anachukua hata wake wa watu. Nilikwisha kumuonya siku za nyuma, nafikiri hakuweza kuonyeka. Na kwa sababu jukumu langu pia ni kusimamia maadili na nidhamu za watendaji, ninakuagiza Mheshimiwa Jafu uongee na Mheshimiwa Mkucheka kwamba huyu kazi ya udasi nimeitengua leo. Mtafutieni kazi ya chini ambayo aliyo nayo na uwezo, na asifanye hapa. Kwa hiyo Utamweleza Mkuchika niletee mapendekezo au kama yuko hapa mnayemwona mwingine anafaafaa udasi ni, ni okay. mpe na umweleza, namteremsha cheo na leo hata kuwa staff officer, tekeleza hilo, umenielewa? kuanzia leo sio staff, na kutoa taarifa kwa IGP uwezo. Kama unatoa oda, alafu anasimama kazi kuanzia leo. Na kuna wakati nilimtuma mkuu wa mkoa kuja kushughulikia ishu yake. Sasa kwa sababu ya haya bado hajajirekebisha, ninamsimamisha kazi kuanzia leo. huko alikoandikiwe barua kwamba hana kazi ya kuwa mkurugenzi wa hapa Igunga. Kwa hiyo, mheshimiwa mkuu wa mkoa na uongozi wa Igunga, mkae mteue mtu ambaye ana nidhamu, ambaye hata dhulumu watu, aanze kukaimu wakati napanga mipango ya kumteua mkurugenzi mwingine wa kuja hapa atakayeendana na kazi yangu. Waziri, this is the last warning. Nilitaka leo nikufukuze, wala sifichagi mimi na kufukuza huku, na niangalia kwa sababu mimi nasimama badala ya wananchi. Sitaki wananchi wangu waendelee kusumbuliwa wakati pesa zipo uchumi unashuka, kwa sababu ya uzembe wa watu wachache tuliowakabidhi madaraka ma ma ma ma ma. Sasa ninataka ndani ya siku saba ishu kama hii istokee hapa. Ninyi fanyeni mnavyojua, kama mnatumia diversion hiyo, kama mnatumia diversion hiyo, kama mnatumia diversion huko, ndani ya siku saba nataka magari yao yanapita na spidi hapa. Sasa mi Rugora nampenda sana, ni mwanafunzi wangu, nimemfundisha Sengerema Sekondari, pamoja na mwili wake na ukubwa wake, ni mwanafunzi wangu. Lakini kwenye hili hapana. Nilitegemea hata hapa nitamkuta, hayupo. Nasema kwa dhati. Kamishna Jenerali Ndengenye nampenda sana, ni mchapakazi, lakini kwenye hili hapana. Nilitegemea hapa awe hayupo. Hatuwezi tukaendesha nchi kwa misingi ya ajabu namna hii. yanayokwenda kununuliwa mle kwenye mkataba ni ya ovyo, mara drones, mara sijui ni nini, ni ya ajabu. Na ndiyo maana nasema nampongeza sana jenerali meja jenerali Kingu, ambaye alikuwa katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani. Sasa nimeamua yafuatayo. hao waliojaribu kuleta kwako mapendekezo achana nao. Hawa watakuja kutuchezea. Watakwambia wanataka kununua laki mbili, laki moja, elfu tano. Baadaye wataanza maku, masharti na watadilei kwa wakulima wetu. Ile korosho hatutanunua kwa shilingi elfu tatu tutanunua kwa shilingi elfu tatu na mia tatu wakalipwe wakulima kila kilo moja ambayo haijabanguliwa elfu tatu na mia tatu. Mimi saa nyingine nasikitikaga sana unapowaona watu uliowaapisha na kuwateua na kuwaamini kwa niaba ya Watanzania, wanapoenda kule hawafanyi kadiri ya viapo walivyo navyo. Mtakumbuka hivi karibuni, Arusha ilibidi nitengue uteuzi wa wote niliokuwa nimewateua kuanzia RC, mkurugenzi wa mji pamoja na DC. Ni kwa sababu katika kipindi karibu miaka miwili walikuwa wanagombana tu, kila mmoja ni bosi, kila mmoja anatengeneza mizengo ya mwenzake. Sikufurahishwa. Walifanya kazi zao lakini waliniudhi wao kutokushirikiana na kufanya yale ambayo nimewaagiza. Ubungo, oe, mimi nilichaguliwa na wananchi hawa wanyonge nilichaguliwa na wananchi wa kawaida nimetoa hela bilioni hamsini pointi tisa tano kwa ajili ya wananchi hawa wadogo. Lakini mara nyingi sina uhakika hapa, lakini mara nyingi vitu hivi vizuri vinavyotengenezwa vinavyokamilika, wamachinga wanafukuzwa, watu wa kawaida wanafukuzwa na ndiyo maana nitaumia sana kama wananchi hawa wanyonge watakuwa wanafukuzwa, halafu mmeandika stendi ya Magufuli, maana yake itakuwa inaonyesha Magufuli ndiye anawafukuza hawa wamachinga. Sitakubali. Kwa hiyo nikueleze, mheshimiwa waziri, inawezekana umejichongea kwa kuliita stendi hii Magufuli. Nataka sasa yafanyike haya ambayo mimi Magufuli nataka yafanyike hapa. Hizo hela kama alizichukulia mdo, mkononi zitatokea mahali popote ambapo pako wazi. Mimi nachukia wezi na kwa kweli wezi watakoma tu, awe mwizi wa Tanzania awe mwizi wa Ulaya awe anatoka West, East, South. Mwizi ni mwizi tu, lazima waule wa chuya. Hakuna cha mtu aliye maarufu, hakuna mwanasiasa, hakuna askari hakuna waziri au mtoto wa fulani ambaye akijihusisha aachwe, hata angekuwa mke wangu Janeth hapa, akijihusisha we shika tu, peleke, kwa sababu madhara ya madawa ya kulevya kwa taifa letu sasa hivi yamefikia mahali pabaya. Haiwezekani watu wanakuwa wanauza kama njugu. Ninapowaeleza uchumi wetu ni mzuri, ni mzuri kweli. Kuwa uchumi mzuri haina maana ya kuwa na mahela umeyajaza chumbani. Uchumi ni pamoja na kuwa hela ngumu kuipata. Kizuri hakipatikani ovyo ovyo, ni lazima utoe jasho. Wapo watumishi ambao wamebadilisha umri wao wa kuishi, wamebadilisha miaka yao. Unakuta ni mzee kabisa lakini yeye hati hasitaafu. Huyo naye hana utofauti sana na hewa, kwa sababu ameshamaliza muda wake, hataki kutoka kazini awaachie wengine nao waje wafanye kazi anaendelea kukaa pale, kubadilisha miaka. Mimi hapa nilipo nilikuwa nimebakiza miaka miwili tu kustaafu, lakini hebu kaangalieni kwenye maofisi yenu, wako watu ambao ni wazee kuliko mimi, bado wanafanya kazi, tena ndio wanasema ndio wakati umefika. Hao nao dawa yao tunaichunguza. Fedha za road fund nazikumbuka Hapana, Mheshimiwa Rais, hela za road fund? Labda aje mweka hazina. Wewe si ni mkurugenzi ndiyo? Mimi ni mkurugenzi, lakini mimi na idara nyingi sana mheshimiwa rais, siwezi nikaweka kila kitu. Uwezo ukanijibu hivyo? Mimi umenielewa? Ndiyo mheshimiwa rais. Nataka uniambie fedha za road fund ni kiasi gani. Sizikumbuki kiasi gani, lakini zililetwa. Naogopa kusema uongo. Nasema uongo ngoi. Kwa hiyo nataka kuwaeleza tuko vizuri, na ndiyo maana hata hii treni sasa hivi tumeanza kuijenga ya umeme, sio ya kuendeshwa na diesel. Tunatengeneza ya umeme na tumeanza kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kwa fedha za ndani za Watanzania trilioni saba. Hata kama itachukua miaka kumi nataka niwaambie Mwanza itafika. Na spidi yake ni zaidi ya kilomita 160 kwa saa. Kwa hiyo koi kesha toa yana olaulisa tola olaulisa tola ole mmo ole mmo rogoro. Tunataka Tanzania mpya, hiyo ndio lengo langu. Na ndio maana hata nilipofika hapa sikusema CCM hoi. Kwa sababu yapo yaliyo kuwemo CCM yalikuwa majizi sana, kuliko hata ya kadem.